Hello, habari. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuficha picha na video zozote zile ambazo huhitaji watu wengine waweze kuziona hapo kwenye simu yako, maanake mtu anaweza akakwambia naomba simu yako, alafu akaanza kuikagua kagua, au anaweza akawa mtu yeyote yule akawambia naomba simu yako, alafu akaanza kukagua kagua. Sasa hiyo inakuwa sio vizuri. Sasa twende pamoja ili uweze kuficha picha zako au picha zozote zile au video zozote zile kwa kupitia calculator. Na mtu hiyo akiona hiyo, atajua ni calculator tu, hatajua kama umeficha picha zozote zile. Na calculator hii unaweza ukatumia pia kukalkuletia mahesabu mbalimbali mbali, au sio? Hebu tuenda pamoja. Kitu cha kwanza utaenda hapa, nimefafanua kwa usahihi kabisa. Hebu tuenda pamoja, njoo hapa. Bila shaka umeona hapo niliponyoshea mshale, click hapo Play Store. Tutaenda kwa haraka kidogo. Baada ya hapo, utaenda sehemu ya ku search. Bila shaka umepaona, umepaona sehemu ya ku search, kisha andika maneno haya au sio? Utakuja maneno haya hapa iliyoandikwa calculator lock, hapo niliponyoshia mshale, kisha click hapo au gusa hapo. Baada ya kugusa hapo, kuna application kibao zitakuja, au sio? Sasa utachagua app mojawapo hapo. Sasa ngoja mi nikuonyeshea application nzuri ya kuchagua. Unaiona hii app niliponyoshea mshale, imedownload na watu milioni hamsini na zaidi. Hii imedownload na watu milioni ya milioni mia moja na zaidi lakini hapo, hii ni nzuri kuliko hiyo ya kwanza, lakini hii inaambia 45. Sasa mimi nakuambia download hii hapa au sio? Kliki hapo, kisha click sehemu hii, itakuja sehemu ya kuinstall hapa, ndo utaklik hapa. Kwa wala ambao wajui sehemu ya kudownload ni hapo, gusa hapo. Kisha baada ya kudownload, utakuja hapa sehemu iliyoandikwa open, kisha utaopen. Tutaenda kwa haraka kidogo, ili kuokoa muda. utaona inafunguka kama hapo inakuambia, welcome to calculator. Baada ya hapo kuna sehemu ya kuchagua lugha utaweka English kisha utaklik sehemu ile iliyoandikwa done. Umeona hapo eh? Baada ya hapo itakuja calculator ya kawaida kabisa, unaweza ukapigia mahesabu mbalimbali, lakini sasa hapo inatakiwa uweke password. Inakuambia, Create new password au sio baada ya hapo, utatengeneza password zako, unaweza ukaklik namba zote hapa ambazo unaweza kuzikumbuka. Baada ya hapo, utaklik hapa. Ukishatengeneza, yani password zako zenye tarakimu nne zinajiandika humo, lakini utakuja kuklik sawa sawa. Kumbuka, hapa tuna set password. Baada ya hapo itakuambia confirm password, yani zile password ulizoandika za kwanza utazirudia hapa. Utazirudia kisha utakliki alama ya sawa sawa. Kisha kliki hapo, kuna sehemu nyingine ya kuambia security question, usiskipu. Utatafuta swali hapa la ziada ili hata account hii ikipotea ili uweze kuirudisha. Maana yake simu inaweza ikapotea sasa. So, simu ikipotea na picha hizo zitakuwa zishapotea sasa. In, ili uweze kuzirudisha, nitakiwa utengeneze security question. Utakuja hapa simu iliandikwa where are you born, ni security question. Sasa utaklik kimshale hiki hapa hapo niliponyoshea, kisha utachagua maswali unayohitaji hapa. Kuna where are you born, where are you father name, where are you mother name birth kuna nyingi. sa utachagua swali lolote, labda hapa umezaliwa wapi taweka hapo. Baada ya kufanya tu hapo, itakuwa app yako ishakamilika na itafunguka kama hapa inavyoonekana, na hii ndio dashboard ya app yetu. Twenda tuweze kuweza kuficha picha, yani tutoe mfano sasa jinsi ya kuficha picha kupitia hii application. Hapa ni sehemu ya photos ambayo ni picha, utakliki hapo. Ukisha kliki, kwa kuwa ndo mara ya kwanza tumedownload application hii, itakuambia uhalao. Kwa hiyo, utakliki hapo au utagusa hapo. Ukishagusa hapo, kuna sehemu ya jumlisha imekuja, utakliki sehemu ya jumlisha hapo. Baada ya hapo, itakuambia unahitaji kuchagua picha kwenye gallery au kwenye folder sasa. Njoo tuja hapo kwenye gallery, hapa niliponyoesha mshale, tutachagua picha mojawapo kisha tutazipiga tiki. Mi nimepiga tiki hii, nimepiga tiki hii. Kumbuka hapa naonyesha mfano. Baada ya hapo, ukishaziselect hizi picha utakuja kwenye hide. Ukisha select utakuja hapa, utagusa hapo niliponyosha mishale, yaani ukishachagua picha unazohitaji kuzificha, kisha itafunguka kama hivi, na picha zenyewe ambazo tumefanikiwa kuzificha ni hizi hapa, umezione. Hebu kaa pamoja ili tuendelee kutoa mfano zaidi, jinsi ya kuficha video. Usiondoke. Jinsi ya kuficha video, utakuja hapa, utakuja sehemu iliyoandikwa videos. Utafanya vile vile kama mara ya kwanza tulivyofanya kwenye kuficha picha, na hii sehemu iliyoandikwa files hii sehemu hii hapa unaweza ukatumia kwenye files pia kuchukua picha au video. Sehemu hii hapa ni ya kufuta picha au video zote ambazo zipo kwenye application hii, au sio? Leo nilikuwa naelekeza jinsi ya kuficha picha au video kupitia hii application ambayo wanaita Calculator lock. Hii application weza ukaitumia kwa njia zingine nyingi. Na kutakia siku njema, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali au elimu mbalimbali kwenye chaneli hii.